Alipoamua Ibrahim kumchinja mwanawe, kipande cha moyo wake, imtithalan li amri rabbihi, kwa sababu tu ya kutekeleza amri ya mola wake, wa khaufan min iqabihi, na kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, watallahu liljabin, alimlaza. Hakutaka kujua amefikia steji ya mapenzi na mpenda zaidi hakutaka kujua ni mtoto wangu wa kipekee, hakutaka kujua lolote maadamu ni amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, akawa ni mwenye kuitimiza. Ndugu zangu katika imani, kadhia hii iliyotokezea katika masiku haya tulionayo, pana ishara ya kuonyesha amri ya Mungu kwa waja wake, wamuadhimishe pale anaposimama Mungu kutoa amri ya jambo, au anaposimama kutoa katazo ya jambo na huku ndiko kuwa na taqwa na kuwa na uchamungu. Mwenyezi Mungu asema, dhalika waman yuadhim shaair Allahi fa innaha min taqwa alqulub. Kuadhimisha shaair Allah ni katika kuwa mchamungu na moyo kujaa taqwa llahi subhanahu wa taala, hapana saada kwa mwanadamu bila ya kuadhimisha amri ya Mwenyezi Mungu na kuadhimisha sheria yake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 munkarati zimejaa, mshahara mzuri, pengine upigwa laki na Kenya hii, upilipwe laki, mshahara mzuri, unacheo pale mahali, lakini pana mukhalafati chungu mzima, pana kukaa na wanawake wamevaa uchi, pana kusalimiana nao, pana sijui mukumbatiane, eh? pana sijui kukhalifiwa sheria ya Mungu, pana kila munkar pale utaweza. Tuko kwenye Idul Adha, tumefaidika kwenye, tumefaidika ku Ibrahim, kumchinja Ismaili. Sikutaka kula nyama za ngamia na, na, na kondoo. A, a, angaliwa, utafuata amri tokayo juu ama utamsikiza mwanao, ama utatanguliza mapenzi ya mwanao kuliko mapenzi yangu. Hichi ndicho kipimo Mungu alikuwa akitaka. Ndipo pale Mungu alipomwona Ibrahim yuko tayari kutanguliza amri yangu kuliko kipenzi chake mwanawe. Asema, wafadainahu bidhibhin adhim. Suluhisho likaja, tukamwokoa Ibrahim. Kwa hivyo akapata mangapi? Yote mawili, kutukuzwa na Mungu kwa kutanguliza amri ya Mungu, na kile kipande cha moyo wake pia Mungu akambakishia. Lakini atakagalbi wenyewe akwambia sasa, na wewe kwenye kazi ni hivyo ikiwa utaiwacha lillahi wallahi, ukae mwezi utaitwa kwingine, utaitwa kwingine, hiyo haina shaka. Lakini wajua kwa nini hatuitwi? Kwa sababu umeiwacha mbasi tu sini, wafikiria nimpijie bosi nimwambie basi, mimi nina masharti yangu. Ushafeli, lazima uwe na msimamo kama alivyokuwa nao nani? Alivyokuwa nao Ibrahimu.